Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mwenyezi Mungu alimjalia maisha ya hapa duniani na sasa amemwita kwake ili ampe maisha ya mbinguni. Maisha yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka. Na roho yake iingie katika raha ya milele. Tunakuomba, E Baba, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele. Naomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na sasa tumsindikize ndugu yetu tukiwa tukinatumaini siku moja kukutana naye katika uzima mpya wa mbinguni.